Mbambamba si ndio? Sasa mnataka mbunge wa kuombaomba hela kule, si ndio? sisi tuna mbunge ambaye tukimwambia anatupa hata mifukoni. Kwake ziko kazi, Tarimba anafanya kwa pesa zake. Unahitaji mbunge wa aina gani? Na anataka kuwaambia wana Kinondoni wako watu wanapita wanasema, nipeni mimi ubunge Diwani chagueni wa CCM, rais wa CCM. Watu hao ni waongo, msiwasikilize. Sisi slogan yetu CCM ni mafiga matatu, hatupati maendeleo kama hatuchagua watu watatu. Tupeni rais, tupeni mbunge Tarimba, tupeni diwani Amani, kwa maendeleo ya Kinondoni, kwa maendeleo ya Kijitonyama. Dokta Tarimba, karibu kwa dakika kadhaa useme na wananchi wa, wa Kijitonyama. Hao wana bashasha, wanakupenda wanakufahamu. Na bila shaka kula, jamani, si tunampa Tarimba? Kabla sijakaa nione wangapi watampa kula Tarimba. E, huko vipi Tarimba, Tarimba. E, Tarimba, Tarimba, Tarimba. Asanteni sana, karibu Na muda mchache sana lakini kwanza niwashukuru kwa mahudhurio wa mazuri katika kikao hiki. Nataka niwaambie hamjafanya makosa, mmekuja mahali kutusikiliza wana CCM, kwa sababu tunakwenda kwenye uchaguzi tarehe ishirini na tisa. Ni uchaguzi utakaoamua maisha yetu katika kipindi cha miaka mitano inayokuja. Kwa hali hiyo, nitazungumza kwa haraka, kwa nini tumchague Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini kwa nini nichague mimi kuwa mbunge wenu wa jimbo la Kinondoni, na hatimaye nitagusia juu ya barande. Lakini kwanza nataka niwaambie kazi ya rais na kazi ya serikali ni nini, ili tuweze tukampima Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwanza ni uwepo wa utawala wa sheria. Daktari Samia amefanikiwa katika jambo kama hilo, lakini vile vile, huduma za jamii, nani asiyejua halmashauri yetu ya Kinondoni na hasa hapa ambapo tupo? Eneo hili halikuwa kama lilivyo sasa hivi. Eneo hili limepatiwa barabara za kutosha. Eneo hili lina mifumo mizuri sana ya afya. Eneo hili lina miundombinu mizuri ya elimu. Eneo hili ni safi. Zipo changamoto za hapa na pale, lakini nataka niwaambie kazi aliyoifanya Daktari Samia kupitia viongozi wake sisi wabunge na madiwani waliokuwepo, hakika Kijitonyama imepata heshima yake ya kutosha. Kata yenu ndugu yangu, ndugu zangu kwa mujibu wa sensa makazi, watu karibu elfu thelathini na tatu lakini, kata hii kwa wakati mmoja inapata watu zaidi ya elfu hamsini na sita na, na hesabu zinaonyesha watu karibu elfu sitini wanaingia kwenye kata yenu kwenye shughuli za kiuchumi. Maana yake kata hii sasa imefunguliwa fursa za uchumi, ni juu yenu kuzichukua fursa zile ili maendeleo yaweze yakapatikana kwa kila mtu mmoja mmoja. Sasa ukiangalia kwa ufupi kabisa, unaona kuna kila sababu ya Daktari Samia Suluhu Hassan kuendelea kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Makofi kwa Samia. Kuna mtu yote jamani mwenye mashaka na Samia? Tarehe 29 tuko tayari kwenda kumweka madarakani Samia. Mikono juu, mikono juu kwa Samia. Habari njema kwa Kijitonyama. Bahati mbaya sana muda wangu mchache sana, nimeandika mambo mengi, lakini nataka niwaambie, nagusa yale maeneo ambayo yanamgusa mtu katika maisha yake. Eneo letu la Kijitonyama, eneo letu la Kijitonyama, kuna maeneo ambayo makazi yake sio rasmi. Nilivyokuwa diwani hana nasifu, ni diwani wa kwanza Tanzania hii kufanya kata ambayo ina squatters kuwa ni eneo lililo rasmi, ni diwani wa kwanza Tanzania. Akitokea mwingine, huyo ni feki. Hivyo basi naomba niwe diwa, niwe mbunge wa kwanza kuisaidia jimbo langu la Kinondoni maeneo ya squatters yaende yakapimwe na yaweze kupewa hati na yapimwe, ili mipango ya mipango miji iweze ikafanya kazi. Tunahitaji barabara katika maeneo yetu, tunahitaji taa katika maeneo yetu, lakini tunahitaji mtu ambaye mwenye nyumba amiliki nyumba yake bila ya wasiwasi. Kumiliki nyumba bila ya wasiwasi, lazima uwe na hati kubwa, sio hati ya leseni ya makazi hivyo. Yeah. Ndugu zangu wanaokaa Alimaua A na B, tunakuja huko Alimaua A na B oye! Yeah. oh yeah. oh yeah. Wanaokaa mtaa wa Kijitonyama, tunakuja kupima maeneo yenu huko yarasimishwe. Yeah. Wanaokaa Kisiwani mpo? oh yeah. tunakuja vile vile Kisiwani mnaokaa majengo naonekana na lazima mtakuwepo, tunakuja majengo kurasimisha maeneo yenu. Nataka tuseme yafuatayo: nyumba kama haina hati, yawezekana ukaisema si yako, kwa sababu wakati wowote leseni yako ya makazi inapoisha, mamlaka inavyosema kwamba hatuwezi tukairinyuu maana yake nyumba huna. Sasa mbunge wenu wa Chama cha Mapinduzi, mwenyezi Tarimba Abbas, Mungu akitujalia, tarehe 29 mkaenda kutiki. Nataka niwaambie ahadi hii inatekelezeka, nilishaianza kuizungumza bungeni kwamba tunataka jimbo la Kinondoni liwe ni jimbo la kwanza kwa squatters zote kwenda kumalizwa. Mpo tayari kwa hilo? Kama mko tayari kwa maendeleo hayo, na waombeni ndugu zangu, kama mko tayari kwa maendeleo hayo tarehe 29 kila mtu asubuhi ajitoe yeye na familia yake, kama tulivyosikia usalama utakuwepo, wala msitie wasiwasi. Twendeni mkampigie kura Tarimba awe mbunge wenu. Wangapi wako tayari kwenda kumpigia mbunge Tarimba? Tarimba, Tarimba aweze kuwa mbunge a mto mziki bwana, subiri kidogo bana we bwana mziki bwana, nanilia mda wangu subiri kwana, nataka niwaone wananchi mlio tayari kwenda kumpigia Tarimba kule chini kule kumwangalia, mnzio CCM oye! Tarimba oye! Oye na wale ambao mnakwenda kumpigia barande, barande. Nimempa testi hapa, amekula muda wangu kwa kuzungumza, lakini sijakasirika. Nimefurahi kwa sababu kweli CCM imetafuta mgombea udiwani makini. Hivyo nataka niwaambie, nakwenda kufanya naye kazi na huyu hata feli, madhali mimi nipo mkinipa tiki mimi na huyu bwana na Samia, hakuna kufeli. Nimesemaje? hakuna kufeli. Sasa ndugu zangu, muda yenyewe ndio umeisha, lakini nataka niwaambie kwamba tarehe ishirini na tisa ndio siku ya kwenda kuamua maisha yetu. Hebu angalieni hiyo barabara inayopita barabara hii imejengwa wakati mimi nikiwa diwani katika halmashauri ya manispaa na tulizungumza tunakwendaje kuwasaidia watu wa Kijitonyama kuweza kubadilisha maisha yao na kufungua fursa. Tukasema tujenge barabara hii, zio ni njia nne, ili watu waweze kupata nafasi ya kusafiri na kusafirisha, lakini watu wafungue fursa ya maduka hivi hapa. Tukisimama tukasema tutembee kuanzia mwanzo kule mpaka mwisho, ni wangapi wameajiriwa? Wangapi wamejiajiri? Ni kiasi gani cha fedha kinazunguka hapa? Hiyo ndio kazi ya CCM, na ndio maana hata pale tulipoleta shughuli za kiuchumi na kuna msemaji mmoja alizungumza katika wilaya nzima ya Kinondoni. Sasa sio wilaya peke yake, katika wilaya hii na wilaya za jirani hakuna kata yenye uwezo mkubwa wa kiuchumi kama kata ya Kijitonyama. hey! sisiem you know. Hivyo hey! ndugu zangu, katika siku mia moja za kwanza kazi ambayo nataka tukaifanya na balande tutaitisha vikao vya kina mama vya vijana na watu wenye ulemavu. Madhumuni makubwa tuwape mbinu za jinsi gani ya kwenda kukopa fedha za serikali na fursa gani zipo, ili kinamama, tena bahati nzuri kinamama wengi wakata hii nimewapa mitaji, na wengine nimewapa vitendea kazi Mko mnachakarika, ongereni sana kina mama, jipigeni makofi kina mama. Tunataka tuje kwa nguvu, kwa wale ambao wana utayari kufanya biashara, tuweze kuwasaidia kuwapatia mikopo, lakini hatuwezi tukafanya hivyo bila na sisi kuturudisha madarakani. Na waombeni sana ndugu zangu, tarehe ishirini na tisa Daktari Samia twendeni mkampe kura nyingi sana mkampe kura Tarimba na mpe kura ndugu yetu Balande, na kwa mapenzi makubwa, ndiyo maana Mama Samia ameamua tarehe ishirini na moja aje kwenye jimbo letu la Kinondoni kutusalimu kuzungumza na sisi. Tarehe ishirini na moja anakuja katika viwanja vya Leaders. Kwa hali hiyo nawaomba ndugu zangu wote ambao mko katika viwanja hivi karibuni sana Leaders Club. mje mumsikie mgombea wetu wa urais Mama Samia Suluhu Hassan akija kuzungumza na wana Kinondoni. Ndugu zangu, Chama cha Mapinduzi kina kinatii mamlaka, mamlaka inatuambia mwisho wa mkutano wa kampeni ni saa kumi na mbili na kwa hali hiyo na kwa unyenyekevu mkubwa naomba nimalize kwa kuwashukuruni sana sana kwa kuja katika mkutano wetu, lakini niwashukuru vile vile kwa imani ambayo imeonyesha mnakwenda kutupa kura tarehe ishirini na tisa. Samia oye! Karima oye! Karande oye! asanteni sana kwa